Ngoja nimshindilie maneno ya wangu. Unajua hivi. Ikifika kwenye piano, siwezi kuandika kitu cha sasa. Sasa piano haitaki kitu serious. Tunangetea usika sana kwenye piano. Taandika makuzi vitu ambavyo mtu akisikia atafurahi kupata maneno. Sasa toka kutoka kwa mke, ndio hiyo mapenzi ya kuumiza nitaandika hivyo kama kumwambia. Sasa maisha nitakuandikia nyimbo kama nitapita. Na na ukikana wasanii wote hapo. Kwa hiyo zungumzana, tuambie Diamond kwenye sekta kuandika hivyo. Sipendi kuzungumza za watu ukitoa sana nyimbo zile za za mapiano au hizo za mipinduko. Imani zao zinaona kama ah, huyu somo nishi huyu akiwa kimeisha kwa sababu yeah. Tangu mimi mtu anaja anaanza kasi ya besi kama nyumba ya anza kuonesha kama kai pa <laughs> <Zimela. laughs> <laughs> Yeah. Nini sio mwenyewe na muziki, kila muziki <laughs> kwa namna yake ya kuandika, afu watu wanataka wajidanganya, ah, unajua Diamond ah

kro nikifika kwenye shu nitakuanikile, yaani hicho ndiyo kinachoita talent. Yaani sasaba mtu uko nje wanapotoshana kwana, uli unajua mfanya biashara hio biashara, nita talent ka naweza kuandika mziki wowote. Na amemkatiza nao mziki wowote makatami zaidi, na ndiyo miongoni. Yaani hiyo ni kwanza, hiyo ndiyo silaha yangu kuu kwenye maisha yangu. Hapa kwa mambo mengine yote ni kweli, ndivo wanacheza tafa- ii ndiyo ni mara agashii ya kutengeneza ukubwa vethe lakini sila yangu kubwa ni kuandika nyimbo. Naweza kuandika nyimbo ya yaka, sijui nyimbo ya mpenzi, nyimbo yoyote yaani ndio sila.